Tutaendelea na ruzuku za pembejeo. Tutaleta salfa bure, dawa za kuua wadudu bure, lakini dawa za ugonjwa wa blight pia bure, ili mikorosho ilimwe, ipuliziwe na korosho zizaliwe nyingi. Ndugu zangu, tunafanya hivyo, tunafanya hivyo ili kujenga uwezo wa mkulima Tungemtaka mkulima afanye kila kitu mwenyewe, mazao yanayopatikana sasa yasi, yasingepatikana kwa sababu mashamba yale yasingekuwa yanapewa huduma inayostahiki. Kwayo tunatoa ruzuku ili wakulima wapate kuhudumia mashamba vizuri, korosho izaliwe, fedha ingie nyingi, ili huko mbele muweze kusimama kwa miguu yenu, lakini kwa kipindi hicho tutaendelea na ruzuku za dawa pembejeo na yote yanayotakiwa. Lakini mbali ya hayo, tunaendelea pia kuhangaika kutafuta masoko yenye bei kubwa. Tunaendelea na, uzuri ni kwamba mfumo wa stakabadhi ghalani umefanya kazi nzuri sana. Ni mfumo ambao ulikuwa mzito kukubalika, lakini ulipokubalika umefanya kazi nzuri sana. Nataka niwahakikishieni kinacholetwa na serikali yenu jue kina manufaa, tukubalieni, tukifanyie kazi. Lakini pamoja na hayo tumeimarisha vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika sasa vimeimarika, na nataka niseme pongezi kwa vyama vya ushirika. Katika kampeni hii, vyama vya ushirika vimechangia fedha za kampeni hii na zimekwenda kwenye mikoa yao. Mkoa wa Lindi hapa unafungu mkoa wa Mtwara, mkoa wa Pwani, ile mikoa inayozalisha korosho. Vyama vya ushirika vimepeleka fedha, mwenyekiti, kama haijafika itafika, na hiyo ni fedha ya kuendesha kampeni hii. Hawakutaka kutia kwenye mfuko mkubwa wa chama, walisema wanapeleka kwenye mikoa ambako korosho inazaliwa. Kwa hiyo fedha ipo, itakuja na chama kitasimamia matumizi yake. <tune>